Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kujalia hapa tulipo tukiwa salama na afya njema, lakini pili ningependa kumshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Pia ningependa kumshukuru kuangu wa jeshi Komodo Msigiri panisho kwa kwangu cheo itakuwa ni chachu ya kufanya vizuri katika sekta ya michezo na kulipambania taifa langu katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo niseme tu ni washukuru wa Tanzania wote ambao walikuwa wanani support na kuniombea dua mimi mpambanaji wao. Ntaendelea kutumikia cheo changu hichi kipya na kuwa kiongozi kwa wenzangu na kuwa mfano wa kuigwa na kuendeleza nizamu wasababu Uaskari ni nidhamu. Kwa hiyo nitaendeleza nidhamu yangu ndani na nje ya nchi. Niseme tu shukrani za dhati kwenu wa Tanzania. Salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee, uchumi wa blue unaanzia knk